lakini ukomo wa kanuni za maadili gumzo, ukomo wa kanuni za maadili gumzo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, lakini bado kuna habari inayosema mheshimiwa e, kumradhi, kumradhi, anasema mke watoto wa bosi TANESCO wasimulia. Lakini mvua yaleta madhara Dar es Salaam, mikoa mitano ijiandaye leo. Lakini nondo, nondo sita za msubiri Majaliwa hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tukiachana gazeti la nipashe sasa, tuangazie kwenye gazeti gazeti la Zanzibar leo lenye lina habari kubwa inayosema Tanzania na India kuendelea kushirikiana. Huyo ni Dr Mpango asema Tanzania na India kuendelea kushirikiana, lakini Tanzania itaendelea kudhibiti fedha haramu. Huyo ni Kassim Majaliwa. Na ombaomba Dar es Salaam ni mradi wa watu. Huyo ni Chalamira lakini wapiga picha vivutio vya utalii kushindanishwa, na bado kuna habari inayosema wanaowatisha watia nia CCM waonywa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Na tukichana ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Zanzibar leo tuangazie gazeti la majira linaandika NIDA kusitisha namba za utambulisho wa taifa Mei. NIDA kusitisha namba za utambulisho wa taifa Mei ni kwa wale waliotumiwa ujumbe mfupi wa simu ya mkononi na wa kujitokeza kwenda kuvichukua yaja na utaratibu mpya. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini serikali kuendelea kuchukua hatua biashara ya carbon, na AG awafunda mawakili wa serikali, hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira. Na gazeti lako la Uelekeo linaandika miaka minne yake ya uongozi, kishindo cha Rais Samia kimeitisha, lakini LATRA yafanya mambo makubwa. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo na bado kuna habari inayosema mazishi ya bosi wa TANESCO, lakini ziara ya India iyafanikisha ulinzi baharini. Lakini gazeti lako la habari leo lenye ina habari inayosema serikali ya sifu kasi ya digiti TSN, lakini umeme Kenya waguswa kifo cha mtendaji lata, kufunga kamera mabasi ya abiria ya mwanafunzi. Lakini majaliwa ataka tathmini ya fedha za miradi, wanawake wa ngara mchango ujenzi wa uchumi, lakini makala Samia ameacha alama kubwa Tanzania, na ndobaro aonya hamasa kususia uchaguzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la taifa Tanzania lina habari kubwa inasema, Tanzania asilimia tano ya pato la taifa linachangiwa na wanawake Tanzania, lakini rata yaanzisha mfumo wa abiria kutambua uhalali wa, wa leseni za magari na adhabu hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la taifa Tanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Dira linaandika wabunge wakacha vikao wa wajichimbia majimboni. Lakini yaja na mkakati kabambe ya kudhibiti mabasi ya shule au ni Latra. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la Dira. Lakini habari kubwa ni wabunge wakacha vikao wa wajichimbia majimboni. Wapiga magoti watendaji wa CCM wananchi waonyoshia vidole eh, wakitaka sura mpya, lakini baada ya kup... kipenga cha lala salama kupulizwa, wasema hawakuwa na ushirikiano katika nafasi zao. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako Raia Mzalendo lina habari kubwa inayosema Dr. Jafo mfumo wasitaka baadhi ghalani mkombozi wa wakulima, lakini waziri Mavunde yataka taarifa kamili ndani ya siku tatu sakata la miradi ya SGR Hey, ile sakata na miradi sio sr mradi ni AC eh, CSR lakini ataka fedha zinazotengwa na GGM kwa miradi kutumika zote RC Shigeli eh, Shigela ahimiza ushirikiano wa karibu katika GGM na serikali lakini Dr. Keleni Rozi Rwakatare achangia milioni 2.2 ujenzi wa madrasa takwa hiyo habari kwenye gazeti ya Raia Mzalendo lakini gazeti lako la Uhuru linaandika makamu wa rais asisitiza ushirikiano Tanzania na India. Lakini ACT Wazalendo yabomoka wanachama wake watu wa CCM. Lakini majaliwa aelekeza viongozi watangaze mafanikio ya nchi, na wanawake wachangia asilimia 35 pato la taifa. Huyo ni Dr. Biteko atoa neno kwenye gazeti la Uhuru. Lakini kwenye gazeti la Uhuru e, tunachana nalo tuangazie sasa e, gazeti lako Eh, gazeti la Mjasiri ya Mali inaandika pale unapoamua kuanzisha biashara ya duka, hilo ni gazeti la Mjasiria Mali, lakini utajiri upo katika kilimo cha pilipili hoho. Hiyo ni gazeti lako la Mjasiri ya Mali. Nakwambia, utajiri upo kwenye kilimo cha pilipili hoho, lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele linaandika wapuzieni wanasiasa wanao washawishi mshiriki uchaguzi mkuu, huyo ni Dr Ndumbaro, lakini Tanzania yapewa heshima kuandaa tuzo ya utalii Tanzania yapewa heshima kuandaa tuzo ya utalii na Tanzania kudhibiti uhalifu wa kifedha hiyo ni Kasim Majaliwa na takukuru jino kwa jino na watia nia ubunge jimbo la Ukonga lakini kumekucha jimbo la Mlimba jina la Mhenga latajwa kuwa tishio lakini wasiochukua vitambulisho NIDA namba zao kufungiwa wasiochukua vitambulisho NIDA namba zao kufungiwa hilo ni gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwa michezo na burudani. Gazeti lako la Mwanahabari ndio tunaanza nalo, linaandika Kaseja jipanga upya, ligi kuu. Lakini Baino Kakolanya adai kurudi kivingine. Simba kuwavaa Singida Black Stars, lakini jaketi ya isubiri. Yanga au stendi, na bunge maratho ni fedha kujenga shule hilo ni gazeti lako la Mwanahabari ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Wamachinga kuna michezo linaandika: Singida Black Stars watinga robo finali, CRDB Simba Stellenbosch kupigwa amani complex Zanzibar, lakini Yanga Stand United kuonyeshana ubabe fa leo, bunge marathon ni fedha kujenga shule, lakini ambundo wa fontain geti hakuna maelewano. Hilo ni gazeti la Wamachinga ukurasa wa nyuma lakini kwenye gazeti lako uh, gazeti la Zanzibar leo linaandika kwenye michezo: Simba Stelbosh yahamishiwa New amani complex Zanzibar, lakini Yanga dimbani leo na Stand United shirikisho. Kassim Majaliwa, serikali kuendelea kukuza sanaa na chipukizi. yazidi kuchimbia shimo uh, New City. hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo, lakini kocha kievizedi hajaridhishwa na kiwango na gazeti la Majira inaandika Injinia Helsi miundo miundombinu inakwamisha soka la Afrika, sema asema Yanga kujenga uwanja wake mwakani kukipiga leo dhidi ya Standi United. Lakini Simba na Sterling Bosch kukipiga amani kompleksi Zanzibar. Gazeti lako la uelekeo linaandika Mwamposa sishabikie timu yoyote Tanzania, Simba kuivaa Sterling Bosch Amani, lakini Prince Boateng ajutia utukutu wake na gazeti la habari leo linaandika eh, na Burekera ajitoa Miss World, lakini Singida JKT eh, za tinga nusu fainali shirikisho, Makome kuikabili Stendi United leo. Hilo ni gazeti lako la habari leo, kurasa za michezo jambi. Gazeti lako la taifa Tanzania linaandika uhondo wa Simba na Sterling Bosch wapelekwa Zanzibar, Yanga kujenga uwanja wao mwaka ujao, lakini Singida Black Star JKT Tanzania za tinga nusu fainali kombe la shirikisho. Hizo ndo habari kubwa kwenye gazeti la kula taifa Tanzania na kurasa nyingi za magazeti, kurasa za michezo asubuhi. Lakini gazeti la Raia Mzalendo linaandika kibwana mwenda hawakamatiki. E, kibwana na mwenda hawakamatiki. Ile ni gazeti la la raia Mzalendo kurasa za michezo. Lakini dira linaandika simba kutumia amani kompleksi, ngoma Zimbabwe, tunajivunia kiwango cha dube. Wengine ngoma sema Zimbabwe, tunajivunia kiwango cha dube lakini tamasha la kuombea amani uchaguzi mkuu kufanyika Juni 21, na, na kuna habari inayosema ambundo aigomea fountain gate. Huyo ni ambundo aigomea fountain gate. Lakini gazeti la Uhuru naandika Yanga stendi kazi ipo Singida JKT za takata. Lakini fadu aiwaza Stellenbosch. Lakini kimataifa hapatoshi, ligi ya mabingwa barani Ulaya. Lakini van Dijk atumaini kibao kwa Liverpool. Hiyo ni gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za michezo, lakini gazeti lako sasa la Monaspoti gazeti la michezo linaandika azizi nje feindani, simba ijipanga kwa fedha masta wawili bure. Lakini kila bao mpanzu anampa kocha laki, e, kila bao mpanzu anampa kocha laki. Ateba ni mwanzo wa mabadiliko simba. E, Ateba ni mwanzo wa mabadiliko simba, lakini hatuma ya Sancho Chelsea ipo hivi. Hii ni habari ya kimataifa kurasa za gazeti la mwanaspoti eh, lakini Tabora inasaka ufalme kimya kimya eh, Tabora dakika za jioni inasaka ufalme kimya kimya. Hilo ni gazeti lako la mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, na gazeti la mwanaspoti ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Patanakale yako kwa habari a kwa, asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.